Juni kumi na sita ni siku ya mtoto wa Afrika, na uh, hii ni siku ambayo inaadhimishwa uh, kila mwaka. Pengine tutaenda kuangazia uh, zaidi kwa hapa nchini Tanzania, na mwaka huu maadhimisho yatakuwaje, yatafanyika wapi, lakini kuelekea siku hiyo sasa, hapa ndani ya alasiri hii leo tunaangazia nafasi ya familia uh, katika malezi ya mtoto na pengine kiundani kabisa ni nani mwenye jukumu la kutunza watoto. Tunaye hapa mshauri wa, wa masuala ya kijinsia Rashid Bishagazi atatuambia zaidi oh, sorry Selemani Bishagazi, karibu sana Selemani. Asante sana. Uh, kuna, kuna mbunge mmoja kutoka kule kwetu Hmm. Anaitwa Rashid Bishagazi <laughs> <laughs> sasa, hicho ndicho ambacho kime, ni we radhi. Asante sana. Habari ya masuala ya kijinsia hmm. Ni masuala ambayo yako kiundani ki sana hmm. Uh, kwa ujumla suala la malezi na masuala haya ya kijinsia, unaonaje una kwa, kwa hali ilivyo hapa nchini kwa sasa? Asante. Tukiongelea swala la kijinsia mm, bahati mbaya watu wengi wanafikiri tunaongea masuala ya wanawake. Yeah, ukisema jinsia ni masuala ya wanawake au mm, mtoto wa kike mm, lakini tunapoongelea swala la, la kijinsia au usawa wa kijinsia mm, tunaongelea kila mmoja kupata fursa kulingana na hali yake mm, yaani kama tuko nyumbani, kuna mama mjamzito mzito <coughs> tunaandaa chakula tujue kabisa chakula tunachoandaa kuna kuna mama mjamzito anahitaji aina ya chakula fulani. Mm. Tunaandaa labda vifaa vya kupeleka watoto shule. Tunajua mahitaji ya mtoto wa kike na mahitaji ya mtoto wa kiume ni vitu viwili tofauti. Mm. Tunapokuwa na mtu mwenye ulemavu nyumbani, tunajua hata saa nyingine hata tunapokuwa tunajenga nyumba, watu wanapokuwa wanajenga nyumba hawafikiri kwamba ipo siku labda Mwenyezi Mungu anaweza kujalia mtoto mwenye mwe ulemavu. Kwa hiyo ndo mmepata huyo mtoto, mnaanza kuhangaika. Kwa hiyo masuala ya kijinsia ni ni ni changamoto ambayo watu wengi mwisho wa siku tunaanza kujifunza aidha baada ya kupata changamoto au baada ya kusikia kama watu wanavyosikia hapa, lakini ni mfumo wa maisha yetu tu, kwa sababu mwisho wa siku hata hapa kazini lazima ofisi wanasema izingatie masuala nini ya kijinsia, kwa sababu kuna sehemu ndio mama atakuwa ananyonyesha, kuna mama mwingine mjamzito, kuna sehemu ndio kashanga ofisi, kuna paka vitanda kabisa mtu apumzike dakika mbili, yote ni masuala nini ya, ya kijinsia. Lakini hata aina hata ya vyoo tu, vyoo vya kina mama na vyoo vya kina baba ni vitu tofauti. Uh, mm. mm. hayo yote ni masuala nini ya kijinsia. Sasa. Okay. Na, na, na unaona uh, hali ilivyo hapa nchini inaridhisha kutokana na mahitaji ambayo wengi wetu, na moja kwa moja kwa ulivyoelezea ni kuwa hatuyafahamu uh, uh, kwa Tanzania mm, saa nyingine haiwezi kuridhisha sio tu kwa wanawake wa, wa peke yao, hata kwa wanaume, masuala ya kijinsia yafanyaje hayajazingatiwa haya mm, lakini yote hiyo ni kwa sababu tu ya hayajazingatiwa kwa, kwa, kwa, kwa asilimia kubwa okay. hiyo yote ni kwa sababu ya tulivyokuwa tulivolelewa malezi na makuzi, lakini pia umuhimu wa kitu kujifunza. Uh, zaidi watu hawajifunzi haya masaaya tahata kusikia. Saa nyingine mtu anakua, ndio tunaenda kujadilia kwenye masuala ya malezi, inaeza ikaathiri vipi au ikasaidia vipi, enye ya malezi sasa. okay. kuelekea hiyo Juni kumi na sita, ili tuweze kujua vizuri kuhusu masala haya ya malezi, tuanze na nani ambaye ana la moja kwa moja la kuwatunza na kuwalea watoto kwanza kwa mila na desturi na baadhi ya dini zetu, tunasema anayetakiwa kulea hawa watoto ni baba na mama, ndio. Lakini mwenye jukumu sana sana la kulea mtoto kulingana na mazingira yetu na mila zetu na desturi zetu, mwenye jukumu la kulea kile ambacho tunakiona sisi ni kulea, sana sana ni mama, kwa sababu tunapoongelea kulea kwe, kwa kijamii mm, tunaongelea kuandaa maadili mema au maadili yasiyo mema. Sasa mwisho wa siku kijamii, anayeraumiwa katika malezi ni nani? Ni mama, ni mama. lakini saa ingine anayeraumiwa katika malezi mabaya ni mama, anayepongezwa katika malezi mazuri ni nani? wote au baba? Sasa tunapoongea ishu ya malezi, malezi sio sio mtu kumbebeleza mtoto mtoto ajue kula vizuri. kwanza mtu... kwanza kabla ya kufika huku mm. ambapo unaenda kutupa tafsiri sahihi ya malezi, kwa nini mama Akikosea au swala la malezi kikosewa, na anayelaumiwa ni mama. Mm. na swala la malezi kikasawa, anayepongezwa ni yani? Kwa nini yani, kwa nini inakuwa katika mazingira hayo? Ni mfumo. Mm. Ni mfumo dume. Okay. Na naposema mfumo dume, sio kwamba labda wanaoendesha huu mfumo ni wanaume. Mm -hmm. sana sana wanaendesha mfumo dume sana sana, kwa asilimia kubwa ni ni wanawake tu wenyewe shaelewa? Yaani mfumo dume wanaoendeleza na kuendelea na ku, kutangaza na kusherehesha na ni wanawake kwa sababu uh, nikisema hivyo na maana gani? hmm. Wewe angalia malezi kati ya mtoto wa kike na kiume, wamama wanaokana mtoto karibu anapomwambia hmm. mtoto wa kiume hata akiwa na maumivu akitaka kulia, usilie. oh we! Wewe ni mwanaume, shaelewa <laughs> Hebu naongeaongeaje, sauti unairegeza hivi. Wanaomwambia wa kwanza ni wakina nani? Wanaambia hivyo kutokana na hali ya sasa ilivyo, sio ya sasa mm. Tangia makuzi, malizi na makuzi, tangia asili mm. Mambo ya maadili kwamba mtoto wa kiume ana namna hata ya kusimama, ana namna ya kulalamika, ana namna ya kuomba, ana namna ya kutembea. Lazima ya lazima awe, yani aoneshe kama wewe, we ni gentleman, na unataka alegelegei weje? Sasa eh, sasa unaona hapo eh. Sasa mtoto akiregea uh -huh. Anaelaumiwa na akina mama hao saa nyingine ni, ni, nani ni mama yani wanaanza kumlaumu kama mtoto yuko alegea na mabaya. uh -huh. Ni akina mama alio wengi, lakini mtoto aki uh, wanaume mda mwingine sisi tunasubiriga mafanikio Mm -hmm. uh -huh. Na bahati nzuri tunabebesha mafanikio hata kama tujayaandaa. Uh -huh yaani we kujenga nyumba uh, kujenga nyumba uka, kwa hela yako labda ya waurisi kwenu labda hela ya mshahara wa hapa ukajenga nyumba natoa tu mfano kwako sasa tuko kwa hapa lakini mm -hmm. sisiedi sis, sis, zije kaenda <laughs> okay. e, kujenga nyumba wewe lakini ika, mm -hmm. e, watu wakasema fulani ukisema hata mwenye mji kwa vijiji nasema, ni mwenye mji ni nani? Ni, ni baba <laughs> na bahati mbaya ukijitangaza wewe kaonekana kuna nini kuna cho. Kwa hiyo ni mfumo dume, ni malezi na makuzi, inaonekana kama kuna mtu fulani hivi ambaye ndo ndo sponsor anasimamia, ila mimi mwenyewe siwezi. Waliokaa kikao cha kuandaa mila na desturi hizi tunazoishi zote hizi eh, sijui kama hicho kikao alikuwa mwanamke hata mmoja na kilikaliwa hicho kikao. Kwa hivyo kwa hivyo, sasa ili mambo haya aweze kwenda sawa Eh, asitokewa kulaumiwa, asitokewa kupongezwa baada ya matokeo kutokea mm. eh, ni aina gani sasa sahihi ya malezi ambayo unaweza kuipendekeza ama ambayo inatakiwa itekelezwe? Kwanza nikwambie kakangu na dadangu hapa mm. tunapoongelea masuala ya malezi mm. yanahitaji maandalizi, sawa maandalizi ya malezi ni bora saa nyingine ndo kuelekea kwenye malezi yenyewe mm. sasa wewe kama binadamu ambaye ameletwa Mwenyezi Mungu na duniani na Mwenyezi Mungu hapa, unachotakiwa kufanya cha kwanza mm. ni kwanza kujiandaa kupata mtoto, okay. Watu wengi hatujiandae kupata nini watoto mm. Ukimuuliza mtu hapa labda ana watoto watatu wanne au mmoja, kama walikaa kikao na mume <laughs> wake au na mke wake, <laughs> <hey, lakini laughs> tunaweza kutaka kufuga sungura tunajadili, mm. unataka kwenda kufuga kuku unajadili, mm. unaandaa banda kila kitu lakini mtoto kwa wengi ni majaliwa ambayo ni iko mdomoni, lakini sio majaliwa yani usaingia ukifikiria mm -hmm. wanasema wa majaliwa, hata majaliwa yenyewe haiwafanani. Kwa hiyo watu hawakai kukaa, mke wangu mme wangu, tukipata mtoto itakuwaje mm -hmm. tutamleaje akiwa akike itakuwaje akiwa wa kiume itakuwaje mm -hmm. tuna hapo mnajadili malezi kabla ya kupatikana kwa mtoto, mm -hmm. atakuelewa kabla ya kupatikana. Sasa ingine atakao na ujauzito. Mm -hmm. ndio ndio mwa shaelewa malezi lakini, akiwa mwanamke itakuwaje tunatamani mtoto wetu, mnaanza kumotea nini, ndoto kwamba mimi natamani mtoto akiwa wa kiume asoma hata masomo fulani awe mwenye awe mtu wa dini, kila yani, nitamwandaa. Natamani saa nyingine mtoto wangu awe mchungaji, hmm. awe ustazi, lakini pia nitampa elimu gani? hmm. kwa hiyo mnaanza kuchagua kabla hata mtoto mwenyewe, yani kabla hata ile hali kabisa, hata aujaa mtoto hujafanyaje au hujapatikana hivyo, malezi yanaanza kabla. kabla hata huyo anaenda kulelewa na wazee wetu hmm. walikuwa naangalia malezi ya mtoto si tu nyie kujadili nyie mke na mme. hmm. walikuwa na kar kikao, wanajadili wale wazee, kwamba familia ipi twende kutafuta mbegu. hmm. Sasa unaelewa? hmm. Yani twende kwa kwa nani? hmm. Ndio maana unaweza ukashangaa zamani watu wanasema, lakini zamani unaweza ukashangaa wazee wakakuita wakasema uje kuoa unafika as... na kukabidhi nani kwa, tuende kwa fulani, kuna binti. Hata katika uh, misingi ya dini mm. Lazima unapoenda kuoa uh, kuangalia nasaba mm. yeah, nasaba. Nikienda kuoa kwa kina Bishagazi mm. nitapata ninachokitaka kuendeleza na kuikuza familia yangu mm. Kwa hivyo si tu katika mila ya desturi zetu, lakini hata katika misingi ya dini, ya dini lazima tuangalie nasaba. Kwa hivyo mm. makosa yanaanzia ya ya kwenye maandalizi. maandalizi ya kupata mtu Nasema mtu akuzalie mtoto sasa. Bahati atusemi kwamba mkikutana kwenye dadara, mkikutana hapa kwenye kazi, mkikutana wapi, msifunge msifanye, mw, majaliwa ya Mwenyezi Mungu afunga nini ndoa, lakini mm. ikitokea sasa we mwenzangu labda ilikuwa bahati, hivu, vum, vum, mfunga, ndo hivyo mmefunga ndoa, umeanza kuishi na mwenza. Kama wewe ni mwanamme, kama wewe ni mwanamke, angalia huyu mtu niliye naye ni yani, nina mtu wa aina gani? Anza okay. kufanya uchambuzi Mm -hmm. Sawa ndo umeshafunga ndoa. Sawa ndo maanisha lakini umtu uliye naye huyu Anawe, huyo anafaa kuwa baba huyu au atazingua <laughs> <laughs> Hey, anafaa kuwa baba. mm -hmm. Huyu anafaa kuwa mama sa nyingine, bila wewe kuangalia mm -hmm. Hata unaweza kushangaa shangazi yako kishaanza kuangalia mama kishaanza kuangalia, na mimi niseme tu kusema kweli kwa mm -hmm. sababu mimi nakutana mimi na mambo, mambo, mambo ambayo nayo kwa muda mrefu sana ni masuala ya ukatili kwa watoto, masuala ya malezi kwa watoto, masuala ya migogoro ya ndoa. Mi, na, nachosema ni kwamba kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni mwanaume ukaona uwezi kulea mtoto, usimlete duniani, sio na neno dadangu. mm. Yani kama ukakaa kwenye tafakari, sababu mimi nilivyo hapa jamani, mm. niko tu mwenyewe. mm. Bora uishi na mkeo mkae kisera kuliko kuja kupata ile, ile ile adhabu ya dhima mliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu ya mtoto alafuja inaofanyaje sasa. Hapo kwenye malezi kuna yule ambaye anafikiria kichwani kwake kwamba huyu mtoto nikimpeleka shule nzuri mm. akivaa vizuri, mm. vizuri akila vizuri akilala mm. vizuri ndio ndo, ndo malezi yangu kwake huyo, mm. huyo namweka kwenye, unamtafsirije? Ngoja nikwambie kitu kimoja. mm. Unajua, unapo nakwambia, hawa watu ni wanaoiangalia dunia kwa hapa. mm -hmm. Mtoto ni wewe wa kesho, mm. si unanielewa? Wazee walikuwa wanasema naandaa mtu akufanyaje, wa walikuwa anaweza kwenye kuzika, kwamba naandaa mtu akufanyaje wa kunizika. Sasa mazingira unayoyatengeneza hayo, mm. unamtengeneza wewe wa kesho. Okay, si unanielewa? mm. kwenye kulea mtoto mimi sasa hivi labda tutakuja kujadili mada nyingine zaidi ya mambo yako, lakini kwenye kulea mtoto tunaangalia tu mazingira kwanza. mm. kwenye kulea mtoto o, yani ni tayari kwa mfano kuna mtaa unaishi, si unapanga au umejenga ukaona, mm. mtaa huu mimi nikikuza watoto wangu hapa hawatakuwa watoto kwa mtu anayejua dhima ya kukabidhiwa kukaa na mtoto na Mwenyezi Mungu, bora hata ule mtaa mauza nyumba, mtaa uza nyumba uhame, au kama ni, kama ni mtaa fanya mpango wa kubadilisha ule mtaa. Kwa, sawa, kwa mfano we unakaa kwenye nyumba mm-hmm. mkikwama anaye wafadhili pale nyumbani, mtu anaye danga yani Amo. dada anayetoka kudanga huko, umesikia mm-hmm. yeye mkikwama pale, yani anaweza kaja na viroba vya unga na mchele akafadhili wa mama wote walikopanda kwenye, si unanielewa? Sasa na watoto wanafanyaje? Wanaona, wanaona kama wana... kile ni kitu ambacho e, ni e, cha kawaida lakini, mm. uh, wewe uh, mapenzi yenu ya nyumbani mm. Saa nyingine watu wanakosea, wanasema ugomvi wako na wako, ugomvi wako na mmeo au ugomvi wa mke na mme, watoto wasifanyeje, wasifahamu. Mtoto kama ni damu yenu atajua okay. Msiwe na ugomvi Okay. Yaani tu e, msiwe na nini na ugomvi msiishi maisha ya kuigiza. Sio, unanielewa? Yaani waone kabisa kweli mna rili ile rili kutoka maoni ya nini mm. ya mapenzi. Umeshaelewa? uj... okay. Bado hujagusia jibu langu mm. yule ambaye anaona kuhudumia tu hasa kwenye masuala ya fedha. Sasa sikiza nikwambie. mm. Bahati mbaya hatuna vijana wa kiume mm. Sasa hivi tumeacha jando na unyago ile ya zamani mm. Kijana alikuwa anapikwa binti anapikwa mm. Sasa kwa sababu kule kulikuwa na mengine ambayo yanajadiliwa ambayo si, si, si mazuri mm, watu wameamua kufuta mambo ya mafunzo yale ya makuzi malizi na makuzi. Ukienda mkusini huko, ukienda mara huko, kijana alikuwa anawekwa polini, anafundishwa namna ya kule. Sasa bahati mbaya iliyoje, hatuna elimu ya namna ya kulea mtoto. Sasa kila mtu anaokota, mtu anaweza kaangalia kwenye simu hapo akaangalia anavyolea, atasema kulea ndo huku kwa Kifilipino, kulea ndo huku Mestika, ndo hao nao wataja wewe kimoja ni ni hey. <laughs> Kwa akili ya kawaida tu hivi uh-huh. Mtoto wako sasa hivi tuna pre school, pre nini hizi shule za awali. Hata kama mtu hujaenda shule, mtoto ana miaka miwili kumwamsha saa kumi na moja au miaka mitatu, kumwamsha saa kumi na moja mm, ukampakia kwenye, kwenye gari la shule mm, akaenda shule yani kwa, yani hata kama wewe akarudi saa kumi na moja, uva, moja kumi jioni hivi, kweli hayo ni malezi? Na wewe unarudi saa tatu usiku hata kama ungekuwa mpaka jioni, yani mimi naongelea tu mtoto, yani umeamka saa kumi na moja mm, umelipa shule labda milioni tatu kwa mwaka au milioni kumi, si upendo wewe una, unavyoona kama una, una, upendo mm, umelipia chakula kila kitu, hivi kweli hayo ni mapenzi kum, yani kwa akili ya kawaida tu tunaona matangazo na nini biashara, vya kula, vya mafuta, vya kula, vya masukari, vya kula na nini, kumnunulia mwanao, ukamtoa nje, ukamnunua kila siku vya kula, siwezi kutaja hapa, vya sukari, vya nini, vya madukani, vya viwandani mm. unamjaza tu mtoto, ni malezi? Lakini ndo nyakati nya zinatokea zinatupeleka huko. Sasa sasa, kama ungekaa kikao cha kuandaa kulea mtoto <laughs> ungekuwa na kabustani, mwanao angekula viazi vikuu, angekula maboga. mwana mwandaa baba wa mtoto angeenda hichi kikao. mlikaa lini? Nyie wataalamu wa malezi, mlikaa lini hichi kikao, ambacho <laughs> wazazi hamkuwashirikisha? Ndio maana wanawapeleka watoto kwenda kuwa vitu vya sukari na vitu vya huja vya... mimi, mimi nielewa ninachosema. mm -hmm. Dadangu, ukitaka kufuga kuku kwako, si unaanda banda ehe, aoke ah, okay. kwa kikao wewe na mwenza wewe wako, na mwenza unataka mtoto wa aina gani <laughs> mimi nakwambia, laiti mngekaa mkasema unataka mtoto wa aina gani, hata kama angebakwa ule mtaa ungesimama, hata kama so. ngukutana mtu akamtaka kumfanyia ukatili wote ule mm. mtaa unge kwa sababu nyie mna ndoto mnayemotea mtoto wenu. Sasa, sasa sasa hivi ukimwangalia baba mm. anawaza mahari, mama labda namuona mtoto e, e, daktari mama anawaza akisha ana, binti amefika labda miaka, miaka kumi na tatu, anaanza kujiunga kwenye vikundi mbalimbali vya kutu, kutunza vya kichenipati. Baba anamwona mbunge. Sasa hiyo <coughs> kwa sauna sawa, <coughs> <coughs> sawa kabisa. she e, Bishagazi, ndio mm, tayari tupo katika zama hizo mm, na ndio tupo kwenye malezi ya namna hiyo, na uzuri umegusia hapo katika mm, nyanja ya, ya kielimu ambapo ndipo ambapo kwa zama tulizokuwa nazo mtoto mm. um, analelewa huko kwa muda um, wa, wa, wa, wa saa nyingi sana ni thubutu mm. kusema hivyo mm. Pengine sasa ipi nafasi ya hivi vituo vya elimu navyo katika, na, katika masuala <coughs> ya malezi? Sasa kama uh, kifamilia tumedondoka. Mimi nakueleza kwamba mtoto yule mm. mtoto nasema mtoto yule mm. sio wa shule ndio sio wa mtaa ndio, iko shuleni, lakini mtoto ndio. Sikia nkuambie, wazazi mkiamua mm -hmm. watoto wenu wao hivi, hata shule itabadilika, tutakuwa na shule zenye malezi zenye vyakula tunavyovitaka. Hivi unajua, ndugu yangu, mimi naongea kwa sababu na, na, na watu nasikia watu wote hapa mnaelewa hivi. Unajua chakula cha mtoto anachotakiwa kula angalau mpaka miaka sita, mm -hmm. mtu anaelewa, mtoto an, anaingizwa vitu an, ile kama simu unapokuwa una haina kitu, unaingiza mm -hmm. mafaili ile kwa muda gani? mm -hmm. usipoyaingiza kesho na kesho ukuta kuna nini? Umeona? Kwa hiyo mimi natamani jamii kama familia tuanze kujadili kwamba tunahitaji mtoto wa aina gani. Baada ya hapo uta, na shule mtaichagua. Si unaelewa? Soma shule. E, hamta hamta taka kama sasa hivi kwamba unatamani mwanao afaulu masomo kuliko kufaulu maisha kuliko kufaulu kulea. Ndio kilichopo sasa hivi mtaani kwamba wewe uko tayari upigane hata mitiani ununue ile kile mtoto afaulu masomo ya yapi ya darasani. Lakini unamuona mwenye kwamba hata kitu anachomfundisha hata jifunza hata kwenye maisha zikutoboa. Kwa hiyo mtahama kwenye hali hiyo, mtarudi kwenye hali ya kawaida ya kutaka mnamtaka nyie wa kesho wa namna gani? Lakini pia hata wazazi, maisha mnayoishi yeah. Yani maisha mnayoishi pale yeah. Nyumbani kama baba labda unarudi saa tano za usiku, unarudi umelewa, kila siku ni ugomvi, kwa sababu mtoto nyie ni kio chake, nyie ndio anapojifunza anaponyonya pale mm -hmm. Ndio maana mtoto aliyelelewa masaini ukimpeleka Kagera saa nyingine anaweza kashangaa. Yeah. Mtu atelelewa kusini ukimpeleka Zanzibar anaweza kufanyaje? Akashangaa. Taratibu zenu nyie mnazo mnazo kuwa pale nyumbani zikoje? Mm. Kwa hiyo kulea mtoto na nyie mnatakiwa kubadilika. Umeshaelewa? Mm. Yaani kusema hapa jamani tunacho kitengeneza hiki. Mm. Sio na huu govi mme wangu huyu mm. Ndo tunamtengeneza huyu. Umesikia? Mm. Kwa hiyo ndo mimi na ndopo kitapo kwanza, kuna haja sisi kutafakari hii hii jamii ile badilika hii. Sisi wenyewe tukiamua, tutasema kwa watoto tunaowataka, simu zetu zisiwe na hiki. Waleta simu kusudi sisi simu tuinunue, wataondoa zile programu sio? Unanielewa? Kwanza kwa nini tuwape simu watoto? Simu kumpa mtoto simu, simu sio shida, yani kwa umri huu ambao unaozungumza yani watoto uh, labda miaka sita mitano yani, kwa nini umpe simu? Ngoja nikwambie kitu kimoja. mm -hmm. Watu wanaolalamikia simu halaramikii simu kama kasha. mm -hmm. si unaelewa dada? mm -hmm. watalalamikia aliyoko kwenye nini kwenye simu. Kwa hiyo kumpa mtoto simu sio shida. Shida ni na yaliyo kwenye nini kwenye simu kwenye simu. Kwa hiyo tukiondoa ya yale, hata ukiacha simu hapo, kwani sisi kuna shida? Kwani mimi kwa mfano wale wanaogoma wanaogoma wake zao sishike wa, wa, wa, wa, wa simu wameza simu hiyo ni simu, si issue yale ya yaliyoko kwenye simu kwenye sema, una una. Kwa hiyo mimi ninachosema unapokuwa unamnyima mtoto wako simu, mm. si issue kwa sababu mwisho wa siku mtoto anataka ku, ukizidi kumnyima anataka kujua kwa nini unafanyaje, una kwa una mnyima, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo eh Nami naongeza ulivyo ndivyo mwanao atakavyokuwa. <laughs> Mi nataka utupe tafsiri yani, sa, yani tafsiri ambayo um, tunatakiwa kuielewa zaidi kuhusu uh, maneno haya mtoto umleavyo ndivyo akuwavyo, lakini pia asiyefunzwa na mamae hufunzwa hmm, na ulimwengu. Tupe tafsiri uh, zaidi kuhusu maneno haya. Sasa sikiza ili uendelee kuitoa elimu zaidi katika jamii. Sikiliza, nikwambie mm -hmm. Aliyesema asiyefunzwa na mama na baba mm -hmm. umenielewa, alikuwa na maana pana sana okay. Hakumsema baba yako mzazi mm -hmm. hakumsema mama yako, kuna maeneo mengine hata mjomba muda atakuwa alihusishwa kabisa, hata shangazi kwa upande wa baba alikuwa atafanyaje, alihusishwa mm -hmm hata jirani mwema litakuwa alifanyaje, alihusishwa. kwa ali hiyo sije, yani wanaochukua sasa kwamba asiyemsikiliza baba, yani saa nyingine unaweza usi, usim, usimsikilize jirani, ukaja kufundishwa na ulimwengu hmm. Na watu waliposema ulimwengu au kusema ulimwengu ule mkubwa, kwamba mpaka uzunguke dunia nzima ufanyeje uimalize, umesikia hmm. Bwana, hata kufukuzwa kazi tu hapa hapa, tayari ulimwengu umekufundisha kabisa. Hata kwe, hata kushindwa yani, wewe unashindwa kuwazi yani, kwa mfano unataka kuanza kuuza maji ya uhai muuza maji a uhai anashinda kukopesha hata katoni kamoja, si ulimwengu nakufundisha kwamba nipe nitarudisha hela kwa hiyo yeah. aliyesema baba yeah. hakumaanisha baba mzazi, ndo maana maeneo mm. Mengine wakati wanalea watoto familia ilikuwa inakaa, wanakaa ndugu wanasema, kaka yetu huyu si mlezi, wanamchukua mtoto. Sasa hivi haya mambo hayapo. Watu walikuwa nakaa labda, uh, mtu katangulia mbele ya haki, kikao kinakaa, kasema kwa, kwa kwa wenye familia yetu watoto tumpe dada fulani, watakuwa nini watoto? mm -hmm. Sio, unaelewa mm. hakuna mtu aliyekuwa anatapaja mali za watoto, hakuna mtu aliyekuwa anangania mirathi au tuchukue kaka fulani, nataka na nini Wat... hayo ndo malezi yale ambayo watu walikuwa wanafikiria. Ndio maana si zamani kukua, kuna watoto mtaani sio bana? Hakuna, hakuna panyarodi. eh, saa nyingine watoto wanamchukua wanamchukua, sio hao, wanashinda kumpata mtu, wasema kwenye jamii, kwenye familia yetu hapa hakuna kijana, wazee wanakaa wanampelekea, wana hata shehe mm. Katika, katika hilo ambalo umelizungumza mm. Uh, kwa sasa hivi pia malezi yamekuwa ndani ya familia sana mm. Nikisema ndani ya familia maana malezi yanakuwa chini ya baba na mama mm. yani hawa watoto hawahusiani chochote na mjomba wala shangazi mm. wala jirani mm. yani siku hizi malezi ni ona, utanipangiaje watoto ni wakwangu mm. Ndivyo ambavyo wengi wanaishi mm. ni sahihi ama si sahihi kwa kiasi gani? O, ni hofu mm. Jamii imekuwa na nini na hofu, kitu cha kwanza mm. Mm. kuna mjomba mm -hmm. Kuna shangazi wa kweli okay. Kwa mfano wewe una shangazi aliolewa akiwa na miaka kumi na tatu, ana mtoto akiwa na miaka kumi na sita, shangazi ni mtoto mm. si unaniona vizuri mm. Yaani jamii kishaparaganyika, yaani mnapoacha maelekezo ya Mwenyezi Mungu, mkaacha maelekezo ya vitabu vitakatifu mtakuwa mm. na jamii iliyoparaganyika. Hivi kuna jirani yaani saa nyingine jirani akwambia, haka binti haka, leo nimekutana nako kanatoka shoka kamechana, nikakatandika yaani mm. Wewe huyu sio, kamtongoza mwanangu, mwana, huyu mwana, unaelewa mm. Hatuna jirani, yule jirani wa zamani. Utampeleka mtoto kwa mjomba, yaani mjomba sasa hivi kuja nyumbani kwako, baadhi ya wajomba, sio wote mm. kumlaza na watoto ni mtihani. Sisi zamani alikuwa anakuja mgeni tu Dar es Salaam hapa, watu wanafika, mgeni anasema nimefika, nimetoka Kigoma, nimetoka Sima, mara huko ni watani zangu, mimi nawataja hao. Anafika eh mtani eh, unampa chumba na watoto wako. Sasa hivi kuna mtani? Sio ndio ile vizuri. Kwa hiyo hata mtu anayekaa watu wako akakumbatia pale nyumbani mm, usimlaumu sana. Kuna hofu kwenye jamii. Sasa si sahihi. Mazingira yametupelekea kuishi hivi, lakini bado si sahihi. Tuna nafasi ya kuwa wajomba wa kweli tuna nafasi ya kuwa mashangazi wa kweli, tuna nafasi ya kuwa majirani wakwe wa kweli, tuna nafasi ya kuwa wababa wa kweli tukiamua hivi. Unafikiri mtoto mwenye maadili kuna mtu ngoja, asiyemtaka? Kila mtu anamtaka. Nikwambie kitu kimoja, sasa hivi mtu anaweza akasomesha mtoto wake vizuri akaenda chuo kikuu akamaliza mpaka nje, lakini aoe mwanae mwanae ya nchi, lakini akitaka aoe mwanae, akitaka mwanaye aoe, ngoja utasikia, utasikia wanaangalia familia awangalie mtoto msomi mm, yaani wacha, wale wanaoangalia mbali zaidi mm, watasema kuna binti wa familia fulani ana nini, ana maadili, sio elimu, ana maadili maadil. Yani wale wanaongelea wa, wanaojua kutafakari mm, watasema ana elimu wale tu wa, wale watu matapeli utasikia, nakuambia huyu anakaza anafanya kazi Azam mm. mtakuwa mnasaidiana kufanyaje? Kweli binti yako wewe na kijana wako wewe. <laughs> <laughs> Unatamani oh, hata ukiona mkwe kweli mkwe kapigwa goti, uongo kweli? Tuna mkwe kweli, hata hata yeah. anapokuleta maji ya kunywa sema kweli, na mkwe utaki vidato <laughs> Sasa tunachokitaka atukisemi, tunachosema atuki, atukifanya, una sisi wenyewe tukijikana tukabadilika, jamii itabadilika kwa sababu jamii ndio sisi. Sasa Bishagazi, nini kifanyike ili wawepo wajomba wa kweli, mashangazi wa kweli, kina kaka wa kweli, kina dada wa kweli. ukinunua TV hmm. nikitaka kuangalia hapa ni hivipindi live, nafanyaje? nabonyeza wapi? www, ngapi? uh, kwenye TV. Hichi kipindi kitaka live sasa hivi hey. Sasa hivi unawasha una kisimbuzi chako eh, ki, uh, cha Azam TV lazima kwanza uwashe eh, alafu alafu unaweka channel nambari mia moja na nane mia moja na nane ndio ndo unakiona ndo unaona UTV. Alokuleta duniani ni Mwenyezi Mungu hakika, rudi kwenye katalogi yako, amekuleta ufanye nini? Si unanielewa sawa sawa. Mwenyezi Mungu alikuelekeza hapa duniani ukafanye nini? mm. Mwenyezi Mungu anasema hawa watoto waleje? mm. si unanielewa vizuri Rudi kwenye mila zako na desturi nzuri, hacha mbaya. mm. zilikuwa zinaeleza nini kwenye malezi, si unanielewa? mm. wale watu wema wale walikuwa wanasema nini kuhusu malezi? Kwa hiyo kama unavyo, ili kusudi uone kipindi ubonyeze mia moja na ngapi na nane, ukibonyeza na, na mia moja na kumi utaona kitu kingine eh, kingi. eh. kwa hiyo eh. mbona sisi hataki ii kipindi tukabonyeza mia moja na tatu, lakini kwenye malezi unafanya unachofanyaje? <laughs> kwa hiyo mwisho wa siku mi nasema, muuliza aliyekuleta duniani anataka uishije? Nikirejea niki kwenye swali langu la kwanza, uh, pengine hautotofautiana na mimi. Swala la jukumu sahihi la kumlea mtoto ni la nani? Kwa yote ambayo umeyazungumza, maana yake jukumu linarudi kwa jamii kwa ujumla mm. bila kuna, shaka kuna aina mbili mm -hmm. kuna watu wanaolelewa, wanao familia zao zinaishi kwa mila na desturi na kwa dini mm. sulalielewa hiyo jukumu la kulea mtoto anayetakiwa na kwa, kwa mtoto tunayosema malezi yale maadili mema yale maadili mema ni mama, si unanielewa? mm. Baba anawezesha, si unanielewa? yeah. Yani uwezi kuleta kishati, kishati kimoja cha suruali sio, na da, daftari matano makauntabuku matano, alafu kasema mimi kidume nalea, yaani wewe kuna mtu <laughs> Kwa kumalizia, Bishagazi, hiyo mfeministi hiyo tisheti yako imeandikwa mfeministi ina maana gani mfeministi? Mimi niko tayari kwa lolote kwenye kutetea haki za wanawake wa, na watoto ndio. Okay. E, tafsiri yangu kwa hapa inatosha usiongeze zaidi. Uh, Juni kumi na sita siku ya mtoto wa Afrika una ujumbe gani kwa jamii? Mimi nilikuwa naomba hmm. Baba wanaoenda kazini kutafuta hela kwa ajili ya watoto mm, wanakusikia wanaoenda kutafuta riziki kwa ajili ya watoto hebu mm. hiyo siku basi, kaa nyumbani na mwenza wako mm -hmm. mtafakari juu ya hao mnao watafutia mali. Sasa vikao Kwas... vifanyike hata baada, kwa sababu kabla vimeshindikana kufanyika. Upo dada, yaani wewe, okay. ukiamua sasa hivi usiwe hivi mm. unapotoka studio kesho, hapa kesho ukaja hapa tukakukimbia unaweza kuamua. Kwa hiyo mimi nasema tunatafuta riziki kwa sababu ya watoto, sio jamani, kwa, kwa Afrika yetu hii kambisa. Kwa hiyo nyie tafuta, jitafakari ili kusudi sio kuhangaika kukimbizana kwenda karaoke kila siku na wapi na wapi, kumbe unatafuta vitu ambavyo siku kidondoka tu yani na vyenyewe vinaishi hapo hapo. Kabisa. Kwa hiyo kuna haja ya wazazi, mimi nasema hii siku wazazi tuitumie mm. kutafakari juu ya malezi. Tuone tunalea kwa aina gani. Umeona? Mm. Tukitafakari wote kwa pamoja, tukaamua kitu. Hata seli kama cha kudai serikali tutasema cha serikali, cha jirani, funga wewe, mnaishije nyumba ambayo kila sehemu huyu anakifiria nabia, huyu anakifiria nini? Kweli wewe ni mtaa, ni nyumba. Unakaa kwenye nyumba ambayo ukitaka kwenda kunywa bia utoke hata nje, unapanga nyumba ina kifriji. Na kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba tukiamua, tunafanyaje tuweze kumaliza hicho hicho kitu, lakini malezi ndio kitu namba moja, namba moja. Tunakushukuru sana na <coughs> ni elimu kubwa sana ambayo umeiacha hapa hii leo kwa yule ambaye amesikiliza na akasikia akaelewa. Kinachofuata sasa ni kwenda kutekeleza elimu hii, pengine unaweza usiipate sehemu yoyote, lakini ni Uh, kutoka kwa wataalamu wa masuala ya malezi ndio ambao wanaweza kutukumbusha mambo haya eh, katika jamii zetu. Anaitwa Selemani Bishagazi na huyu ni mshauri wa masuala ya malezi. Tumezungumza mengi sana lakini yote ni ndani ya familia eh, tukiangazia kuhusu malezi ya watoto. Na tumezungumza haya kwa ajili ya kuelekea Juni kumi na sita, siku ya mtoto wa Afrika. Na bila shaka mpaka kufika Juni 16 tutakuwa tushazungumza mengi sana uh, hasa katika hiyo siku yenyewe ambayo itakuwa ni maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika. Tunakushukuru na karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana.